Nama karibu tena. Viongozi kutoka eneo la Kuria wamezungumzia swala la ukosefu wa usalama katika maeneo ya Gwitembe Angata Barakoi siku chache tu baada ya Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Migori. Viongozi hao wamelaani hisia zilizotolewa hivi karibuni na mbunge wa Emuru wa Dikir Yohana Ng'eno kwenye vyombo vya habari. Mbunge huyo aliwaita wa Kuria wageni, kauli ambayo ilizua hisia tofauti ndani ya jamii hiyo, baadhi ya viongozi wa Kuria wakiona kama ni uchochezi. Kwa upande e, wa wahusika katika mzozo huo wa ardhi wameitaka sasa serikali kumchukulia hatua kali za kisheria Ng'eno, huku wakimtaka mbunge huyo kujitenga na mzozo wa ardhi katika eneo la Angata Barakoi. Kuna viongozi ambao wanachochea vita baina ya Angata na Gwitembe. yes. Yes. Na hao wa viongozi wanajulikana wazi kwa majina Dio. Kwa vyeo na kwa sura. Yes. Yes. Tunasikitika kwamba serikali haijawahi chukua jukumu lolote la kuweza kushika na kushtaki jamaa ambao wanafanya maneno kama haya ya incitement